Waliotoka kwenye mhimili huu wa mahakama, Balozi Dr Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi ambaye pia ni mkuu wa utumishi na katibu wa baraza la mawaziri, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, makatibu wakuu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mkuu wa mkoa wa Dodoma ndugu yetu Rosemary Senyamule, viongozi mbalimbali mbali wa serikali mlioko hapa, viongozi wa dini, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wanafamilia wa viongozi walioapishwa leo, ndugu wa zangu, wana habari mliopo nasi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za mchana. Kazi na utu, ndugu zangu, kwanza ni shukurani kwa Mwenyezi Mungu tujalia leo kuweza tu kuweko hapa kwa kazi hii maalum tulioipanga, tunamshukuru sana Mungu. Lakini la pili, kabla sijaendelea, nishukuru sana sana sana wale wote waliofanya kazi nasi katika muhula wa kwanza wa awamu ya sita. Mawaziri wote waliofanya kazi nasi tunawashukuru sana. Maendeleo tunayojidai nayo leo hapa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 Jengine changamoto inayotukabili ni rasilimali. Rasilimali zetu ni chache, kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunavyofanya, lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo, tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani, kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha, ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza kubwa zaidi awamu ya pili, uh, muhula wa pili wa awamu ya sita. Tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao. Hatutakaa kusubiri. Tunauza mradi, tunakwenda kubembeleza mradi, unakubaliwa lakini, nendeni karekebisheni hili, nendeni kam yule, nenda kam kisi usimnyukue, usi, usi lakini yule sijui kamfanyeje mradi badala ya ku, ku, kupata approval kwa miezi mitatu minne, tunachukua mwaka mzima, tunabembeleza mradi mmoja mpaka permission inatoka, no objection, maneno yenu wataalamu. Tuna miaka miwili tunamaliza kipindi chetu, hatutasubiri hayo. Tutaanza kwa fedha ya ndani, alafu wale wakimaliza no objection zao watatunga katikati. Tumeelewana? na huo sio wajibu wa rais peke yake, ni wajibu wetu sote, ni wajibu wetu sote. Makamu wa rais yuko pale anasikia, waziri mkuu yuko pale anasikia, spika wa bunge na wabunge nadhani wako hapa wanatusikia. Kwa hiyo huo ndio mwendo ambao tutakwenda nao. Tuliahidi kufanya mambo ndani ya siku mia moja za kazi, nadhani leo tuko kwenye siku ya kumi, na katika hizo mia moja kwa wale wote mlio hapa ambao ahadi za siku mia moja zinagusa wizara zako, makatibu wakuu wenu hawajabadilika, wako pale, wamejitayarisha. Kaunganeni nao mpiki hizo ahadi, tuziendeleze, tuzitekeleze kwa kasi kubwa. Siku mia moja hamna kitu. Tuanzeni sasa utekelezaji wa yale tuliyoahidi. Ndugu zangu nimemwambia katibu mkuu kiongozi na natoa tangazo hapa kwamba tutakutana kesho kuanzia saa nne mawaziri wote na manaibu waziri mlio hapa, kesho saa nne tutakuwa na kikao kazi, tutakwenda kuyachambua yale yote ambayo tunapaswa kuyafanya kwa undani, kila mmoja ajue. Lakini sambamba na hilo, ni kuagize katibu mkuu kiongozi wakimaliza hapo, wasichukue siku nyingi wawahi na ile retreat, retreat ya mawaziri na manaibu wako, waende wakaeleweshwe vyema kilichoko mbele yao, wajibu wenu, dhima yenu, na haya niliyoyasema, hali ya resources ndani ya nchi, kiuchumi tukoje, lengo letu nini, tunaelekea wapi, na kila mtu ajue njia yake ya kupita ili tuende tunakotaka. Sitaki tunaendelea Mchakato uko mbioni, tunaji- a a nataka impact. Tukikubaliana mradi impact, matokeo kwa wananchi, sio matokeo ofisini kwako. Hapana, tumefikia hapa bado hapa bado. Hapana, matokeo kwa wananchi, kwa muda utakaokubaliana kwa hiyo kwa vile kesho tutakuwa tuna uchambuzi kwa urefu wa ambayo tunakwenda kuyatekeleza, basi kwa leo niishie hapa, lakini nimalizie kwanza kwa kuwapa pole, kuwapa pole kwa kazi nzito ambayo iko mbele yenu, lakini pia niwapongeze kwa kuaminiwa. Kuna wabunge mia tatu na tisini na ngapi? mia tatu na tisini na nne, sijui na tisini tatu lakini, eh. Haya, namba yoyote, lakini nyinyi ndio mmeibuka kuwa mtamsaidia rais kwenye wizara zile tulizogawana. Nyinyi ndio mmeibuka, si kwamba ni wazuri kuliko wote kule ndani ya bunge. Hapana, vigezo vilikuwa vingi, vilikuwa vingi sana. Kwa hiyo nyinyi mmeibuka, na kama mtakavyojiona, mko mchanganyiko hapa ndani. Mchanganyiko kutokana na background za kiuchumi, background za kijamii, background za za kisiasa. Mko mchanganyiko huko ndani, kwa sababu wote ni Watanzania na wote kazi yetu ni kuhudumia wananchi. Kwa hiyo niwaombe sana, tutasema mengi kesho tukikutana kwenye retreat. Leo itoshe kusema hongereni sana, lakini mna kazi kubwa mbele yenu. Basi asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana, tunakushukuru. Naomba tusimame kwa heshima ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania hoye! Tanzania hoye! Aya, asante sana, nashukuru.